Hii hey, vijana mambo? Hello. Mambo, amkotu kwa simu tu sasa. We baba inu ikuapi kona huku hivi? Kijana, kwa nini unaongea na madharau hivyo? Simu ndio ya maana sana kuliko chenye tunauliza. Mary, hebu nenda ita hapo baba. Oh. Baba? Kwani simu iko na nini huyu kijana ataki kutoka hapo. Sasa mambo iko sawa ama namna gani? Jambo ah, sana. Ms. Sasa hey. mm -hmm. Msichana, jambo. Jambo jambo, salama salama, jambo yes. Jambo, mko aje? okay. hey. hey. yeah. hey. Nikiona hivi nafurahi lakini mmefaulu. Eh hey, ndio tumejaribu, mzee wetu ia kidogo kuna changamoto changamotosi. hmm. hey. i natumai, hata kijana oh, yangu Jose pia ya alienda, tulikuwa hey, pamoja na tulikuwa pamoja oh, inamaanisha kwamba kama hata Jose alikuwa huko mko na kuti nyusi, lakini achaniambia kulienda, ache, hebu niambie Clara, mlimpata mzee wetu kilala tu kufanikiwa kumpata, ila tena licha hayo kuna mmoja wetu amebaki kule msituni. Kwani vile kulingana vile unaniambia kuna mwenye tena amebaki huko? Mzee wa mtaa, sisi tumeshangaa sana maana tulipofika pale msituni tuliona maajabu sana na tumeshtuka sana kwa sababu mmoja wetu tayari hayuko na kubaki kwake msituni ni yale maajabu ya msitu ambayo ya kukule na mwanzo kabisa ulipotutuma tuenda msituni, tulikuwa tuna hofu kwa sababu tunasikia yule, yule, ule msitu wa manyani pale kuna maajabu, lakini tulipofika msituni tulipatana na kuna jamii inaishi msituni, na walituambia kwanza kabisa tumekosea maana tuliingia mule tukiwa na wamama na watoto ambapo ni kinyume na utaratibu wa ule msitu. Ule msitu uko na mambo yake. Sasa hivi wenzetu wawili hawapo. Kuna jamaa anaitwa Sam akuweza pia kurudi kwa sababu ya misimu ya ule mzitu, na kuna jamaa rafiki yake ambao wanatembea naye, nafikiri umfahamu vizuri lakini siku hiyo tuliandamana na yeye pia, yeye hatujamuona. Hivyo kuna watu wawili hawako na sisi kwa sababu ya ule msitu. Sasa tumekuja kwako tuwelekeze tutafanya nini. Hey, tunachua, mnanishangaza sana, kwani kuliendaje? Ini wapo mlikuwa tu watu wengi, mnakucha watu wachache, mnaniambia wengine wamebaki huko nyuma. Mbona hamukufata hiyo masharti yenye mmeambiwa na ule mzee wa msitu? Mzee wa mtaa kweli, vile tulivyoambiwa, wote tulienda na matunda vile yule mzee alituambia kuwa kuna matunda fulani tungetunda, alafu tuyatupe same fulani. Ila tulipoyatupa wote, tulimuona Samu ameanguka chini. Mtazama kweli kwa mikono yake bado alikuwa na yale matunda. Ina maana kuwa yale matunda kuyatupa ile same tuliyoambiwa. Wa Wanajonde? Nataka hmm nielewe ni nini ilisababisha ndoto akatoroka. Yonde anaongea na wewe hiyo siku Vini ndi alikuwa, Vini kwachia mtoto kwa mikono yako, si expect uniambia wewe. Vini Vini alikuwa mdogo wako? Okay, nilikuwa nimetoka tu kidogo sikuelewa kulienda aje sababu nilikuwa nimeambia ameweka ulinzi wa kutosha. Sasa sijui kulienda aje. Na kwa nini ukatoroka? Si kutoroka si kuto, nilienda nyumbani kuna emergency tu nilikuwa nimepigiwa nilipigiwa simu nikaenda nyumbani. By the way nyumbani nilipata tu mambo hata siwezi eleza bila kuongea bosi, ilikuwa emergency, hata sikufikiria ku kuomba ruhusa. Lakini hasa ni hivyo, basi utalipia, maanake lazima tumpate, ufanye chuu chini. Tunahitaji mziko, dili diliyetu lazima ingiane. Unaelewa vyema kwamba walishatulipa tulipa pesa zote adili lazima tukamilishe. Walilipa pesa zote, niwapea nini? Kwani si boss ulitupatia shilingi elfu kumi kumi? Kwani hizo pesa uko nazo ama kulienda aje? Kwa sababu si ulitupatia shilingi elfu kumi kumi. Tulielewana kivipi Jonteh? malipo kamili ni baada ya kasi. nayo msichana alikuwa uwawe Kumbuka tulikuwa na kasi nyingine ambayo ilikuwa ianze hivi karibuni. Tulimwacha pale baada ya yule mzee kutuambia namna gani tutoke tu kwa, kwa ghafla ile ile tuondoke bila kuangalia nyuma, pamoja na huyu mwenzake huyu, naye alipotelea pale. Unaniambia nini mimi? Niliwatuma mniletee huyo msichana, tena mnaniletea ripoti kwamba kuna wengine wamepaki huko. Hiyo inamaanisha nini eh? Sasa tutashughulikia huyo msichana mwenye amepotea ama wenye wamepaki msituni? na mbona hamukuwa na ujasiri kwamba mwambie au wengine warushe matunda eh? Sasa mnataka nifanyaje, msee wa mtaa? Unajua wahenga hawakukosea waliposema kwamba ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Hiyo ilikuwa ni kionja tu. Wale wazee bado wanadai tuende pale na fahali mkubwa sana, ili tuweze kukomboa wale ambao wamebaki huko msituni hivyo eh. Kuna kafara ambayo inahitajika mahali pale, na sisi tumekuja kukuambia kwamba bila kufanya hivyo haturudi pale, hatuwezi enda ninyi hey. Mnaniambia nini? Hapana, hapana, mimi nataka ni, nipate huyo msichana mwenye alipotea wale. Hiyo ripoti yenye munaniambia hii ni nini? Munaruti huko na munaruti huko sasa hivi. Hapana, ukucha hapa na story nyingine ambayo yenye si cha mtumba nyinyi. Sasa, mzee wetu, kweli unaona unu, kuna hofu. Tuko na hofu kabisa. Alafu sasa kilala mwenyewe bado yule mzee alikuwa anaenda kutupa vigezo fulani, alafu ndio tumfikie. Kwa hivyo inabidi tuurudi kwanza, tuwakomboe wale wengine, alafu ndio kisha baadaye tuende pale. Zaidi kweli. Ama ungeongeza watu, alafu tuende pamoja nao. Wewe unaniambia nini? Story sasa huyo msichana hata sasa sasa haistaki kusikia. Nataka vile mlitoka hapa nyinyi wote hapa mwende mtafuta, au wengine mukucha nao. Sitaki sasa kusikia stori zingine sasa, ni lazima tutimize masharti tuliyopewa na mzee wa msitu k okay. Lakini mzee wa mtaa, si ni Clara tulikuwa tunatafuta? Sasa tutamwacha aje? Si lazima tuwatafute wote kwa pamoja? Hapana, hata siko shua kama huyo msichana ako kwa huyo msitu. Mimi nataka kushuhudia tu wale ambao walikuwa hapa wakitoka, kama wamerudi, muko nao pamoja na mtoke saa hii, sitaki kusikia maneno yingine hapa. Msee wa kijiji, tunayokuambia sisi wenyewe tuliyashuhudia na macho, wewe unachosikia ni stori tu. Unasema nini? Ninyi tokeni hapa, mwende bwana. mimi namwambia na toka hapa

ni kweli tulimpata hapa. Unajua huu uh, mzitu na mambo ya mauza mauza, anaweza kuwa tena, ni labda anaweza kuwa, anaweza kuwa si mtu wa kawaida okay. Mimi naona tunaweza mpata, maana maeneo yake si mbali na hapa. Wacha nichimbe dawa angani bwana. Sasa hebu tukamngojea ile mwenzetu arudi. Wewe ni sawa?

Ya kwa maana yake ulisha fail. Nakupa siku ngapi? nne. Usiponiletea msichana, nyote wote mnauawa. Unanielewa? Unanielewa vizuri, hatuna muda, muda ushayoyoma. Nataka tuanze kushukiwa hapa. lakini bosi juu mtu alienda na sijui alienda alikoenda. So hizo siku ambazo umetupea, in case si ishe na tumekosa kumpata, tufanyaje? Wewe unanielewa, sheria yetu ni moja. Usipo accomplish mission wewe na kutuma mbinguni. Ambia mwenzako, unanielewa? Nimesikia siku ni nne, nahitaji majibu.

ila tutafanya nini? Tutajaribu vile tunaweza kupatana na yule mzee ili aweze kutusaidia sawa si? Jamaa bwana afiki bwana, alienda kung'oa nini pia mimi nimeshangaa, mbona amechelewa? Tuende lakini kwa utaratibu, kwa utaratibu sana. Hey, naomba mtusubiri, alafu ndipo pamoja. Sasa. Lazima tuwe makini kabisa, huo msitu ni mzito wa ajabu sana. Nakumbuka vile yule mzee alipokuwa anatuambia, lazima kuna mambo fulani ambayo tunasaidiwa tusikaanguke kama mwenzetu pale alipokwama pale. Twende hivi taratibu, tukimchungulia kama tunaweza kumuona mahali anaweza kupatikana. E hey, kaka unasiti kunitia kun, kun, kun uoga. Jebe nimetoka huko, kumekuwa kubaya sana. Kaka usiogope, huu msitu ni hatari, lakini tulikuwa hapa. Ngoja tuende kwa utaratibu vile mwenzangu anakuambia, na, na tutafaulu tena niliwakanya kipindi kile kilichopita, kuwa hapo hapo haruhusiwi mtu mwanza. Eneo mlilo ama eneo mliopo, eneo lina mapango mapango mengi sana ya nyoka. Kwa hivyo naomba msogee kule nyuma kidogo, ili hawa nyoka watakapo, wasije wakawasikia wakatoka ndani wakawauma. Eneo hili iliamulisha ninyi kipindi kile, watakaostahili kuingia katika eneo hili ni wazee zaidi ya miaka hamsini. Lakini nashangaa kuona ni vijana, umekuja kufanya nini? Kwanza kabisa, mzee wa kaya, tunaomba radhi kwa hilo kutokea, si makusudi yetu lakini pia sisi yafaa tuelewe, maana tumelazimishwa na msee wa mtaa katika kijiji ambacho tunatoka. Kuna mambo nastahiri muyafanya hapa. Haparuhusiwi mtu, umevunja sheria saitikadi na mila ya desturi ya kaya, tabidi mvue viatu vyenu mrudi nyuma na muja mara tatu ndio ni waruhusu mje mseme na mimi huku. Wenzangu, mnasikia vile mzee anadai, sharti tufuate maagizo ambayo yanatupea, tusije tukakosea kama wenzetu. Hatuna budi kufanya ile amesema, tufanye hivyo ili tuweze kuongea naye. Mnaona huu ni ung'ong'o wa nyoka. Hawaruhusu mtu kuingia huko kwa sababu mshavua viatu vyenu tiare. Naomba mtisame pale. Naseria, Baba Naserian, kuja. Kuna watu kwa, kwa mstuni. Iko nini? Kuna watu kwa mstuni. Nadama, eh, eh, kuja. Tulia. Tulia kwa makini maana hapa kwa kaya hairuhusiwi vita. Kuna masharti lazima wakuje. Jambo la kwanza, wamefunja masharti kuingia kwenye misitu ya kaya. Ama misitu ya kaya, lazima ukiingia lazima matapiko. Na jambo la kwanza ulete mbusi ya kike ndio tupate kufanya masharti ya kwanza, matapiko. Na ya pili, naomba niwaelekeze chinzi wanavyostahili kufanya. Ninawapa maagizo matatu. Kwanza, waangalie kusini. Pili, waruke hii fimbo mara tatu. Tatu, wawape kisogo. Mimi kama mzee wa kaya naweka fimbo yangu chini, nataka mfanye hivi. Mnanipata kwa makini? Nimeweka fimbo yangu chini hapo, nitakapo iruka muende na muje kesho, na msiangalie nyuma. Hayo ndio masharti ya kaya. Mkiangalia nyuma katika huu msitu, mkiangalia pale, pana mapango ya nyoka. Wale nyoka atakaposikia harufu yenu, watawafuata. Kwa hivyo msiangalie nyuma, muende kimoja kimoja mpaka kule kijijini kwenu. Mtaarifu familia zenu na mzee wenu wa kijiji, ili aweze kufika hapa tuweze kuzungumza naye, ndio muweze kuruhusiwa kuingia katika kaya yetu, na wale wazee

Upate mashauri, punguza kiburi, ndo kitakashi vizuri. Dunia bado shule, kila kitu tafakari. Nasema hupatiri kama ubiri na medali. Kumbuka mumba wako siku za ujana wako, na kato simtenge tena kwenye ndoto zako. Kila ulicho nacho mi nasema ndicho chako, sitamani cha mwenzako, kuiteza nafsi yako baba